Mtazamaji, baada ya pamoja ya kuombea familia za waliopoteza vijana wao wakati wa maandamano ya jenzi ya mwaka jana ilifanyika hapa Nairobi hii leo nam. Waliozungumza kwenye ibada hiyo katika kanisa la All saints Cathedral, wakipaza wito kwa serikali kuhakikisha haki imetendeka na kuwa Rais Ruto atakomesha mauaji kiolela. Wakiwa wamebeba bendera za Kenya, pengine kuashiria uzalendo, walimiminika katika kanisa la All Saints hapa Nairobi. Nia ni kusimama na wenzao wa waliouawa wakati wa maandamano ya Juni mwaka jana, uchungu wa mwana ukiwa dhahiri mwaka mmoja baadaye. Kennedy Onyango alikuwa tumaini yangu, lakini kwa sasa Mungu atabaki kuwa tumaini yangu juu. Sioni hali yoyote, sioni haki yoyote ikipatikana. Herick alikuwa mtoto mwenye bidii siku hiyo ya 255, ile rabasi ya bluu alivaa, ni mimi nilimpatia nilikuwa na yeye asubuhi huku nikikuja Nairobi, lakini ka, sikujua kama hii yote itatokea. Maswali kuhusu haki ya waliofariki yaliibuka, viongozi wa makanisa wakitaka serikali kukomesha mauaji. Nilipigiwa simu na Dennis Itumbi akiniambia rais anataka kukuongeleza mama Nikashika simu akaongea, akaniambia Mama Kennedy, habari yako? Nikamwambia sio mzuri hata kidogo. Akaniambia sawa, nimesikia na nimeona, nitakuita tukae chini tuongee na, tuonge, na nimesua haki ya huyo mtoto imepatikana na nitakufanyia vile mimi nasafanyiwa. Kama msasi nawambia saini one year. hakuna kitu imefanyika kwa hii Kenya. we are here to call out, we are here to acknowledge that these things have happened lest we forget. And in the midst of this, in the aftermath of this, this week alone we are reeling from the shooting of a vendor who was simply trying to earn a living. Ibada hiyo ilihudhuriwa na wakenya wa dini mbalimbali mbali. Ni ibada iliyojawa na huzuni, huku familia ambao walipoteza wapendwa wao mwaka jana wakiuliza maswali, ni lini watapata haki na wale waliotekeleza mauaji hayo kuchukuliwa hatua. Emily Chebet, Runinga Citizen, kutoka kanisa la All Saints Cathedral, Nairobi.